kuzuiwa kufanya e, shughuli za chama pamoja na matumizi ya mali za chama. Sasa katikati hapa, baada ya mlile, waleta maombi wale wale wamekuja tena mahakamani kufungua maombi mengine madogo, maombi namba 25450 ya mwaka 2025. Maombi hayo e, kwa lugha nyingine wanaita contempt of court, ni maombi ambayo e, wanaomba wajibu maombi tisa e, waweze kufungwa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 kwa wako kama maombi kama saba hivi hao nao wawe saved then, tarehe ishirini na mbili maombi haya saa tano asubuhi yanakuja kusikilizwa mbele ya jaji Awam Mbagwa, na amesema kwamba maombi haya yamefunguliwa kwa hati ya dharura, kwa hiyo yanatakiwa kusikilizwa kwa hati ya dharura. Na maombi haya kama nilivyozungumza awali, kwamba tarehe ishirini na mbili saa tano asubuhi yatasikilizwa mbele ya jaji Mbagwa. Hayo ndio hoja leo hapa mahakamani. Kwa mwito wangu kwa mahakama, bila kuilazimisha, bila kuingilia uhuru wake ni kuendelea kutenda haki na kutenda haki ikaonekana ikatendeka. Na mwito wangu kwa wapenda haki wote Tanzania na duniani, wapenda demokrasia wote Tanzania na duniani, wapenda uhuru wote Tanzania na duniani, na wapenda ukweli wote Tanzania na duniani, kufuatilia maombi haya kwa uzito ule ule ambao umekuwepo wakati wa kufuatilia ile kesi ya msingi ilipofunguliwa, na kwa uzito ule ule ambao umekuwepo wakati wa kufuatilia kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, kwa sababu mambo haya yana uhusiano. Ni kesi tofauti tofauti, lakini zina, zina lengo moja mbele nalo ni ni kutuweka gerezani, kutuweka kifungoni, kwenye kifungo cha kisiasa. Mwenyekiti Lissu tayari yeye yuko gerezani, anatokea gerezani kama mahabusu anakuja mahakamani. Sisi wengine, chama cha CHADEMA kipo gerezani, kipo kifungoni toka tarehe kumi mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa hao wanaotumika nasema wanaotumika, na nasisitiza hili kwamba Said Issa na wenzake wawili wanatumika tu. Hao wanaotumika wanaowatuma, hawajaridhika na kifungo tulichopewa tarehe kumi mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano, kifungo ambacho kimetuzuia kutumia ofisi za chama na hatuzitumii, kifungo ambacho kimetuzuia kutumia mali za chama na hatuzitumii, kifungu ambacho kimetuzuia kufanya mikutano ya hadhara na maandamano na hatufanyi, kifungu ambacho kimetuzuia kufanya shughuli za kisiasa, na toka wakati huo kwa kuheshimu utawala wa sheria na kuheshimu mahakama, pamoja na kuwa tulisema uamuzi haukuwa wa haki kabisa, lakini kwa kuwa tunaamini katika utawala wa sheria tumeheshimu. Sasa hawa watu hawa wamefikia hatua ambayo hata tukiwa kifungoni wanataka tusipumue, hata tukiwa gerezani wanataka hata tusipumue tukiwa gerezani. Katika hili wamegusa utu wetu, utu wetu wa taasisi ya Chadema na utu wetu sisi binafsi tulioletewa maombi hapa mahakamani. Wamegusa utu wetu, wamegusa uhai wetu hatutaacha kupambana mpaka haki itakaposhinda. Kwa rai yangu kwa Wanachadema wote na wapenda haki na wapenda demokrasia tujiandae kwa nguvu kubwa sana kwa tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi saa tano kamili asubuhi kuja kwa wingi hapa mahakamani ili kulifuatilia shauri hili kwa sababu sisi tunaamini mikono yetu, nafsi zetu ziko safi tuliheshimu amri ya mahakama. Sasa wameyafungua haya maombi kwa hati ya dharura, kwamba jambo hili ni jambo kubwa lenye uharaka sana kwa nchi na kadhalika, lakini pamoja na kuyafungua maombi hayo kwa hati ya dharura wameshindwa kupeleka kwa save wala walalamikiwa wengine. Lakini la ziada kubwa, wame wametuletea wame kwa mimi ambaye nimekuwa save na, na, na malalamiko yao wametuletea malalamiko yao au maombi yao na viapo vyao bila ushahidi wa yale malalamiko yao walipoyaleta mara ya kwanza, kwa sababu ndani ya malalamiko yao wanazungumzia kuhusu kauli zilizotolewa, wanazungumzia kuhusu mambo yaliyoandikwa ambayo yote kwa pamoja wameyakusanya katika flash disk na na na, na, na, na wanasema kwamba ina ukubwa wa wa b tatu sasa nane. Sasa sasa kwa, kwa, kwa, kwa utaratibu wa kisasa wa uendeshaji wa mahakama walipaswa huo huo ushahidi wao huo wauingize kwenye mfumo wa kielektroniki wa mahakama, tungekuwa tumekwisha uona, tumekuwa tumekwisha upata, lakini mpaka tunafika leo kwenye chemba ya jaji hawakuwa wame wametupatia huo msingi wa hayo hayo madai yao na wameomba na jaji amewakubalia kwamba wasiingize kwenye mfumo wa mahakama, waweze kutupa hizo kutupa fizikali hizo hizo hizo hizo hizo hizo hizo hizo no. vielelezo vielezo vyao. Kwa hiyo tunasubiri sababu wamesha wameshatusevu, tunasubiri kuviona hivyo vielelezo, tutavipitia lakini kabla hata hatujavipitia hivyo vielelezo, kwa namna ambavyo tumejienenda tumejienenda toka uamuzi wa mahakama utolewe tarehe kumi mwezi juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano tunajua kwamba hatujavunja sheria yoyote hatujakiuka amri yoyote ya mahakama niendelee kidogo kwamba niwakumbushe tu kwamba hizi kesi hizi dhamira yake kuu ilikuwa ni kukwamisha mkakati wa kudai mabadiliko kabla ya uchaguzi kwa maana ya no reforms, no election sasa inaelekea hawa, baada ya kufanya yote waliyofanya, yaani lisu yuko ndani, sijui chama kimezuiwa bado, wanaona haitoshi, bado wanaishi kwa hofu. Wenye hatia wanaishi kwa hofu. Rai yangu kwa Watanzania na wapenda haki na wapenda mabadiliko, haya tunayofanyiwa yawaongezee zaidi uchungu na hasira na mwamko wa kuendelea kusimamia msimamo wa kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. No reforms, no election. Na, na mimi nishukuru leo, nilikuwa nasoma vyombo vya habari na jana nilifuatia kwenye mtandao wa kijamii niliona tamko la Baraza la Maskofu Katoliki kupitia kwa Tume ya Haki na Amani ya Kanisa Katoliki iliyotolewa na Askofu Wright. Na leo nikasoma hasa kwenye magazeti a, ambayo yanatumika wakati mwingine na propaganda za watawala wakitaka kuonyesha kwamba kama vile kauli ile ya kanisa imebariki huu huu kichwa kinachoitwa uchafu uchaguzi ambazo sisi tunakiona ni uchafuzi. Ni vizuri wananchi badala ya kumezeshwa hizi kauli, nukuu za magazeti ya propaganda yanayotumika na mifumo kufanya propaganda, mkaisoma, mkaisoma lile tamko au mkamsikiliza askofu yeye mwenyewe mimi nilichokielewa ni kwamba askofu na tume ya haki na amani ya kanisa Katoliki imewaambia waumini wa, wa Kikatoliki na kwa sababu ujumbe umeenda wazi, manake vilevile umewaambia Watanzania jambo la tarehe ishirini na tisa kila mtu aamue kwa dhamiri yake kwa utashi wake, bila vitisho, bila rushwa. Sasa ukiamua kwa utashi, sisi binadamu tumeumbwa, tuna roho, tuna akili, tuna mwili, na ndani ndani ya roho na mwili na akili kuna kitu kinaitwa utashi au dhamiri sile, sauti unayoisikia ndani inakwambia, hili ni jema, hili ni baya, fuata njia hii, usifuate njia hii. Mimi naamini kwa jina la Mungu wa haki, mtu yeyote atakayeisikiliza dhamiri yake akapima, aka kwa dhamiri yake, hawezi kwenda kufanya maamuzi ya kubariki uharamu na uchafuzi wa tarehe ishirini na tisa mwezi mwezi Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano Kwa wale wanaofanya propaganda kwa niaba ya, ya ya watawala wasipotoshe wasipotoshe kauli ambayo hata wengine sisi tume tumeiona. Nihitimishe tu kwa kutumia fursa hii vile vile kutoa pole sana, wakati tukiwa mahakamani mmoja pembeni alinionyesha uh, juu ya taarifa za kifo cha, cha Raila Amolo Odinga ambaye ni amekuwa mpigania demokrasia na haki za kisiasa kwa muda mrefu sana nchini Kenya na kushika nafasi mbalimbali kwa niaba ya chama. Nitoe pole sana, nitoe pole nyingi kwa familia maremu marehemu Raila uh, Odinga, chama chake na nchi yake na wananchi wenzake kutokana na, na msiba huu uh, mimi binafsi nimepata wasaa ku, wa kukutana naye na mara mmoja wapo aliwahi kuja Tanzania, akawa hapo hoteli ya pembeni tu hapa Kempinski hapa, na na tukakutana naye na tukashauriana shauriana kidogo kuhusiana na mapambano tunayoendelea nayo katika nchi zetu za ukanda wetu wa Afrika Mashariki kuhusu maswala ya demokrasia na masuala ya haki. Kwa kweli ni pengo kwa kwa wakenya wa kwenye, kwenye, kwenye safari hii ya demokrasia, lakini tunaamini kwa sababu sisi binadamu tunapita, wako vijana wengine zaidi na wengine wataibuka huko Kenya na wata, wata, watashiriki haya mapambano ya haki. Kwa hiyo nitoe pole sana. Tamko rasmi na salamu kamili za chama zitatolewa katika hatua ya baadaye, lakini kwa nafasi yangu nitoe hii kauli ya, ya, ya awali na nihitimishe tu kwa kusema kwamba mahakama sasa imekuwa ndio kama uwanja wa kuitafuta kuitafuta haki. Leo hapa kumekuwa na kesi tatu kwa mkupuo, zenye maslahi ya umma zenye kugusa masuala ya haki. Kuna kesi ya Humphrey Polepole, kuna kesi ya Tundu Lissu, kuna kuna kesi dhidi ya dhidi ya CHADEMA hili la kuwa na kesi tatu kwa mkupuo kwa wakati mmoja wakati wengine wakiwa kwenye kinachoitwa uchaguzi lakini kimsingi ni uchafuzi, tuna kampeni, kinapaswa kitume ujumbe ujumbe kwa kwa watawala kwamba kuna shida katika nchi yetu na, na namna ya kuitibu hii shida sio kushupaza sing, shingo ni kukubali kusikia sauti za watu za kutaka reforms ili kuinusuru nchi yetu na yote atakayotokea kutokana na Kiburi cha watawala. Nitaka niseme tu hayo. Asanteni sana. Asanteni sana.